Tarehe ishirini na nne mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano dunia inaadhimisha siku ya kifua kikuu duniani ama TB, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba yes we can end TB, commit, invest and deliver. Kama tunavyofahamu, ugonjwa wa kifua kikuu ni miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kusababisha vifo vingi duniani. Kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani yaani WHO ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne na imeonyesha kwamba takriban watu milioni moja pointi mbili wamepoteza maisha mwaka 2023 kutokana na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Hata hivyo, nchini Tanzania kumekuwa na maendeleo makubwa sana katika kupunguza vifo vinavyotokana na kifua kikuu. Um, ripoti zinaonyesha kwamba asilimia 68 ya vifo vimepungua kutoka mwaka 2015, ambapo kulikuwa kuna vifo takriban elfu 58 vinavyotokana na ugonjwa wa kifua kikuu mpaka kufikia mwaka 2023 vifo vinavyotokana na ugonjwa wa kifua kikuu ni elfu mbili na nane na mia nne tu. Leo hapa studio tupo na timu ya Hema Salama ambao ni wadau wa afya waliojikita katika kuelimisha jamii kuhusu swala zima la athari zinazotokana na uvutaji wa tumbaku kwa njia mbalimbali: sigara, vaping, shisha na zinginezo nyingi. Leo wadau hawa tutakuwa nao hapa, tutakuwa na mjadala Tutagusia namna ambavyo uvutaji yos... na wa sigara unahusiana uh, na ugonjwa wa kifua kikuu, lakini kubwa zaidi tutakwenda kujadili namna gani kauli mbiu hii inavyotekelezwa na shirika la afya duniani kwa kushirikiana na mashirika mengine ya afya ya kujitegemea, lakini pia wadau wa afya mbalimbali duniani, ambayo kauli mbiu hii tunakwenda kuona jinsi gani watu wanaweza ku commit, ku invest na kudeliva katika kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu. Karibuni tena studio na timu nzima ya Hema Salama iko hapa uh, kwa ajili ya mjadala mzito siku ya leo, siku ya kifua kikuu duniani, tarehe 24 mwezi wa tatu mwaka 2025 na kabla ya kwenda kuwa na mjadala mzuri na mzito ambayo tutakwenda kujifunza mambo, kauli mbiu ya siku ya kifua kikuu duniani ambayo inasema, yes, we can End TB, commit invest and deliver. Tunakwenda kusikia sasa um, kwa namna gani wadau wa afya kimataifa, kiafrika, lakini pia kitaifa wanajikita zaidi na wanapambana vipi na mikakati gani wameweka katika kuhakikisha tunamaliza, kama sio kumaliza basi kupunguza cases za TB, lakini pia hata vifo vinavyo ugonjwa huu kama ambavyo tumesikia kwamba hili ni tatizo kubwa. Tupo hapa na timu ya Hema Salama na tungependa tuwafahamu wao kwa majina yao, lakini kabla hatujawafahamu kwa majina yao hawa watu wana msemo wao ambao ni mzuri sana ambao wanasema, Hema Salama, karibuni, karibu sana. Tungependa kuwafahamu kwa majina yenu, karibu majina. Naitwa Ayub Dafa. Karibuni sana tena. Aa, sasa tunapenda kusikia kutoka kwenu. Ningependa kuanza na kaka Ayub. Aa, ni kwa namna gani Umoja wa Mataifa unahakikisha kwamba unafanya juhudi katika kutekeleza jitihada za kupunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa wa kifua kikuu ama kuhakikisha kabisa ugonjwa wa kifua kikuu unamalizika? Karibu. <coughs> Kauli mbiu ya siku ya kifua kikuu duniani mwaka huu inaturudisha nyuma pale mwaka elfu mbili na ishirini ambapo Umoja wa Mataifa ulitoa mapendekezo yake kwa Shirika la Afya Duniani, ambapo moja kwa moja hii ilienda kwa viongozi wa mataifa yote juu ya kuangalia jinsi gani ya kuwekeza na kujikita kwenye swala zima la, ku, la kupromosha maambukizi na athari za tibii katika mataifa yao. Na ile, ile kwenye yale mapendekezo yalijikita zaidi kwenye utambuzi wa haraka na matibabu ya haraka kwenye kwenye ya kifua kikuu. Kwa hiyo kiujumla, mapendekezo yale yalijikita sana kwenye kuiasa serikali kwenye kuwekeza zaidi kwenye tafiti, kuwekeza zaidi kwenye utambuzi wa, ma, wa magonjwa kwa kutoa elimu kwa jamii yake inayozunguka na pia kumonita maendeleo ya, ya athari ya TB katika mataifa yake. Asante sana, tumefurahi kusikia kwamba Umoja wa Mataifa unaweka jitihada na unajali afya za watu kutoka mataifa mbalimbali. Tungependa kusikia sasa, kurudi huku nyumbani Afrika. Kaka mkubwa kama Umoja wa Mataifa umeshaonyesha jitihada zake, hali ni ipi tukirudi hapa nyumbani kwetu Afrika? Saa, kuhusu swala so zima la kupambana na kifua kikuu karibu sana. Sana. Afrika, ya, ya baki nyuma. Na kweli, sana kuna maendeleo mazuri yanaonyesha kwa data zilizotolewa mwaka 2023 na Shirika la Afya Duniani. Kuna upungufu, kuna ongezeko kubwa sana la uh, rate of detection, yani kugundua wagonjwa wa uh, kifua kikuu kwa 74% ilifikia mwaka 2023. Hii ni kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa na shirika hili vile vile, idadi ya vifo ilipungua kwa 2.2 kati ya mwaka 2025 na mwaka 2023 mpaka mwaka 2023 vile vile. Asante e Sa sana. Tumefurahi kusikia taarifa za Afrika na zinatia moyo, inaonyesha kwamba tunaelekea kwenye nuru, japokuwa ugonjwa huu ni wa hatari na umeua watu wengi, lakini sasa Waswahili wanasema mkataa kwao ni mtumwa, sisi ni Watanzania na hivyo tunapenda kujua hapa kwetu nyumbani hali ikoje, tunafanya mikakati gani um, katika kuhakikisha tunatokomeza kabisa ugonjwa wa kifua kikuu. Tunapenda dada Florence, wa utujuze, tunapenda kusikia hilo kutoka kwako. Asante sana dada. Kwa upande um, wa Tanzania kulikuwa na, kwa mujibu wa sera ya afya ya Tanzania ya mwaka elfu mbili na saba ilikuja na malengo ilikuja na mikakati, lakini pia ilibainisha changamoto ambazo zinatokea ili kuweza kupambana na mambo kama haya, ikiwemo kutambua kesi zilizopo na kuzikabili mara, mara tu zinapojulikana na pia kutafuta matibabu na kufuatilia kwamba wale watanamu wanapata matibabu kwa wakati na wanayamaliza. Lakini hawakuishia hapo, wakatafuta namna ambayo wataweza kuzuia maambukizi yasitokee kwa njia ya, ya chanjo kwa watoto wanaozaliwa. Sasa hivi tuna chanjo za BCG ambazo wanapewa wakiwa watoto, lakini pia kwa wale ambao watu wazima ambao waligundulika kwamba hawana, pia wanapata chanjo hizi. Kwa kwa, kwa Tanzania tulifanikiwa kwa sababu waliimplement malengo hayo na mikakati kama hiyo. Asante sana. Hali inaonyesha ni nzuri, kwamba hapa kwetu nyumbani mambo sio mabaya, tunaongoza katika mapambano hayo, na kama tulivyosikia mwanzo mwanzoni, kabla ya mjadala huu, kwamba idadi ya vifo inapungua na pia idadi ya cases inapungua. Naamini kwa mikakati hiyo, tunakoelekea ni pazuri, si ndio? Jamani A kwa, tunaelekea kwenye mwanga, lakini idadi ya vifo vimepungua na idadi ya cases hii, haimaanishi kwamba sio vingi, bado tunaona ipo juu na inamaanisha kwamba kuna changamoto ama naweza nikasema kuna gaps ambazo bado hazijawa hazijawa field, kwa sababu ukiangalia dunia sasa hivi, dunia ambayo imeendelea ni dunia ambayo ina teknolojia, pengine watu ambao walikuwa miaka nyuma yetu zaidi walitegemea, kwa kipindi hichi tulichopo, kutokana na maendeleo ya teknolojia, maendeleo ya sayansi, inawezekana kesi hizi zikawa zimeisha kabisa. sasa tunafikiri changamoto inaweza ikawa nini? Kwa nini hatujafikia zero cases? Kwa nini hatujafikia zero idadi ya vifo? Asante. Bado kuna gap zipo, <coughs> changamoto bado ipo kubwa sana. Kwa mfano kwenye upande wa sera, kwa sasa hivi tunasema kwamba tunajua kabisa kifua kikuu, kwa sasa hivi, moja ya vihatarishi ni kuvuta sigara. Kwa sasa hivi viwanda vinaleta bidhaa za tumbaku kwa aina kwa, kwa, kwa mfumo mbalimbali, yeah, kwenye, okay, kwenye pipi, shisha hadi kwenye screen. Oh. Yeah. Je, kuna sera gani zinazodhibiti vitu kama hivi? wafutaji wa sigara mtaani Mtu anayekaa na mke wake, watoto wake, anatumia sigara, lakini this is the second smoker, anapata effect za kuwa karibu na mtu ambaye anatumia sigara. Je, sera zipo na zinatekelezwa? yeah, that's very sad. na kwenye kuongezea kwenye hilo ayo apozungumzia kaka mkubwa hapa ni tuna- tunaona serikali inajitahidi, mjadala bungeni ishazungumziwa kuhusu uvutaji wa sigara hadharani sera tukiangalia zipo, lakini swali la la kujitathmini sisi kama nchi, je, usimamiaji wa hizi sera uh, usimamiaji wa sera zetu ambazo zipo upo, upo effective kiasi gani? Okay. Nadhani kuna kuna kuna namna ambapo inabidi tufanyie kazi kwenye usimamiaji wa hizi sera especially kwenye hili swala la zungumzo la matumizi ya tumbaku kama kuvuta sigara hadharani na kadhalika ni vichochezi vikubwa katika kukuza maambukizi ya ugonjwa ya, wa kifua kikuu. Kwa hiyo inabidi tuangalie sana kwenye usimamiaji wa hizi sera. Kwa hiyo asante. Kwa hiyo kaka Ayubu anajaribu kusema kwamba kaka mkubwa, sera zipo si ndio? sera zipo ila changamoto ni kwenye usimamiaji wa hizo sera oh. Kwa hiyo tunaanza kwa kuongeza nguvu kwenye usimamiaji. Asante sana. Tukiachana na suala la sera mimi nadhani kwa upande wa jamii pia tuko nyuma kidogo. Jamii tumeiachia jukumu zima serikali, tunajisahau kwamba sisi kama jamii tuna mchango mkubwa, na sisi ndio tunatakiwa tuwe walinzi wa kwanza wa jambo letu kabla halijafika hata kwa serikali, punguze bade, punguze mzigo kwa serikali, kwa sababu tunabidi tuchunguzane. Kwa mtu anafuta sigara barabarani, hadharani, anafuta sigara mbele za watoto na nini, wakati tunge- tuna uwezo wa kuepuka haya mambo na kuweza kusaidia kupunguza haya maambukizi, kuliko kusubiri mpaka tupate tupate maafa makubwa, alafu tuiangalie serikali inatusaidieje. Kati tungeweza ku prevent, anasema prevention is better than cure. Kwa kama tunaweza kuni prevent sisi mapema, kabla hatujasubiri watu waje watusaidie, ingetusaidia sana kufika kwenye zile kesi. Kwa mimi nitoe nitoe tu mwitiko kwa jamii kwamba ni jukumu letu, kabla hata kufikia mtu mwingine tusaidie. Asante sana dada Florence. Actually nimependa sana pointi yako uliposema kwamba sisi wenyewe ni walinzi wa afya zetu kwa hiyo jamii inatakiwa kukumbuka kwamba afya zetu sisi ndio wa kwanza kuzilinda. Asante sana, nimependa sana hiyo. Kwa hiyo huu ni wito pia kwa jamii na wito kwa serikali kwamba tusimamie sera, lakini pamoja na serikali kutia juhudi katika kusimamia sera hizo ambazo tayari zimeshawekwa, ni muhimu kwa kila mmoja kuwa mlinzi wa afya yake rani sana kwa kufika hapa studio siku ya leo, asanteni sana. Tumejifunza mengi sana kutoka kwenu, lakini pia tumepata kusikia maoni mbalimbali ambayo yametolewa kwa watu binafsi, kwa shirika la afya duniani na kwa wadau mbalimbali wa afya um, kwetu sisi um, nafikiri um, ujumbe huu umefikia wadau mbalimbali wa afya duniani, wizara ya afya, lakini pia wananchi mmoja mmoja kwa ujumla. Dada Florence hapa alisema kwamba afya yetu ni jukumu letu sisi wenyewe. Kwa hiyo nafikiri itakuwa vyema, baada ya kupata ujumbe huu, tuache tu kutupia lawama serikali ama watu waliopo kwenye mamlaka, lakini tuanze sisi wenyewe mkuwa walinzi wa afya zetu wenyewe na kuelimishana. Lakini pia natumaini ujumbe huu utakuwa umefika kwa shirika la afya duniani, wizara ya afya nchini Tanzania, lakini pia wadau wa afya mbalimbali mbali, mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali ambayo yanahusika moja kwa moja na ugonjwa wa kifua kikuu. Natumaini watakuwa wamepata ujumbe na, na watafanyia kazi. Kwa hiyo tunategemea kuona matokeo mazuri zaidi. Asanteni sana na karibuni tena kwa wakati mwingine. Uh, na asanteni sana kwa kutusikiliza mpaka tumefikia mwisho wa kipindi hapa studio, lakini mjadala haujaishia hapa. Tunakwenda nje ya studio kidogo, tunakwenda kumsikiliza uh, mratibu wa kampeni za Hema Salama ambaye yeye sasa kwa upande wake anakwenda kuzungumzia kwa mapana zaidi. Kama tulivyosikia, kampeni ya Hema Salama ni kampeni endelevu ambayo inahusika katika kuelimisha jamii kuhusu hatari za matumizi ya tumbaku, na anakwenda kuelezea ni kwa namna gani kuna muunganiko wa moja kwa moja uh, wa ugonjwa kifua kikuu na matumizi ya tumbaku lakini pia ataenda kuelezea zaidi kuhusu kampeni ya Hema Salama. Karibu usitoke kutusikiliza, asanteni. Hello, uh, naitwa Dua Almasi, ni makamu wa rais wa chama cha wanafunzi madaktari, pia ni mratibu wa Hema Salama. Uh, Hema Salama ni ni kampeni iliyoanzishwa na vijana wanafunzi madaktari ambayo ina mahususi, inalenga mahususi katika kampeni za kuzuia matumizi ya tumbaku. Uh, tumbaku imekuwa ikitumika kupitia sigara na products nyingine ambazo zimekuwa zikiwa na madhara hasa kwa vijana uh, wa sekondari na vyuo vikuu. Na tumbaku kama tunavyojua, tumbaku tumbaku ina athiri mapafu tumbaku ina madhara makubwa kwenye mapafu, na leo ni siku ya na leo ni siku ya TB duniani au kifua kikuu, na tumejionea kwamba mapafu, watu wote tuko prone kupata TB, lakini mtu ambaye ana dosari kwenye mapafu yuko most likely kupata uh, haraka maambukizi ya kifua kikuu na nitoe rai kwa vijana wa Kitanzania uh, kujiepusha na matumizi ya products zote ambazo zina zinahusisha tumbaku ili kuepuka kuja kupata ugonjwa wa kifua kikuu hapo baadaye na hata sasa, na uh, Hema Salama imekuwa mstari wa mbele katika ku, ku, ku, ku, kutoa elimu katika hili na tunaweza kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kifua kikuu duniani ndiyo, tunaweza kutokomeza kifua kikuu kwa kuwekeza, kujitoa na kutekeleza. Na kama ilivyo kauli mbiu yetu Hema Salama, maisha ni pumzi. Asanteni sana.